Avieta rusha ndege, ushinde wapi, utatua, uamuzi ni wako. Avieta inapatikana kupitia PMBet co tz. Julai right, 2025 kwenye tamasha la Beach Please huko Constanta nchini Romania. Rapa kutoka Marekani Cameroon Jibril Thomas Wiz Khalifa alikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la kutumia madawa ya kulevya hadharani yaani bangi, lakini pia alikamatwa na gramu kumi na nane za bangi. Sasa mahakama ya rufaa ya Constanta ilimhukumu kwa kosa la kununua au kumiliki bangi kwa matumizi binafsi bila kibali na kuhukumiwa miezi tisa jela. Na wakati hukumu inatoka Wiz Khalifa hakuwepo Romania kwa sababu hana makazi Romania na zoni mahakama ilimtaka alipie faini ya dola 830 baraza likahitaji apewe hukumu kubwa zaidi, ambayo ndiyo hiyo iliyotolewa kwenda jela miezi tisa. Sasa mpaka sasa bado haijajulikana kama Marekani itaruhusu Wiz Khalifa kufungwa nje ya Marekani, japokuwa Marekani inaruhusu raia wake kufungwa nje ya Marekani kama amevunja sheria za nchi aliyopo, na mpaka sasa Wiz Khalifa bado yupo Marekani. Na tunajua kati ya vitu vinavyomwakilisha Wiz Khalifa ni utumiaji wa bangi kwa wingi. Mimi naitwa Mkaka Nose, ukiniita abikianuse utakuwa ujakosea sana. Hii ni PMTV TWO, usisahau kushare, kusubscribe, kulike na kucomment ili nawe pia uwe ni moja kati ya watu muhimu sana wanaopatikana kwenye hii familia kubwa.